Wizara ya maji na umwagiliaji, Mheshimiwa Joseph Leonard Haule mbunge wa Mikumi, sasa aulize swali lake. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mikumi naomba swali namba 75 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa maji na umwagiliaji, majibu. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Leonard Haule mbunge wa jimbo la Mikumi kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali ilikwisha baini changamoto zinazokabili mradi wa maji wa Madibira unaotumiwa na wananchi wa Mikumi. Changamoto hizo kwa sehemu kubwa zinachangiwa na uchakavu wa miundombinu ya mradi pamoja na ongezeko la watu hivyo kusababisha kiasi cha maji kinachozalishwa kutokidhi mahitaji ya maji kwa wananchi. Mheshimiwa naibu spika, tayari serikali imechukua hatua za kutatua changamoto ya maji katika eneo la Mikumi, ambapo wizara ya maji na umwagiliaji chini ya programu ya maendeleo ya sekta ya maji inatekeleza ujenzi wa mradi mpya wa maji wenye thamani ya shilingi milioni 889.4 hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2017 mradi huo umekamilika kwa wastani wa asilimia 86, na unatarajiwa kukabidhiwa mwishoni mwa mwezi Mei mwaka 2017. Kukamilika kwa mradi huo kutaboresha hali ya huduma ya maji katika mji wa Mikumi. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kukamilika kwa mradi huo mpya, serikali itaanza pia kufanyia ukarabati mradi wa maji wa Madibira ili kuwezesha uendelee kutoa huduma ya maji katika mji wa Mikumi. Mheshimiwa Joseph Haule, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jitihada za serikali za kukamilisha huu mradi wa, wa Red Bank, lakini mji wa Mikumi ni mji wa kitalii na umekuwa ukipata wageni mbalimbali, na umeongezeka idadi ya watu, wamekaribia sasa hivi wakazi elfu lakini Mikumi kuna vyanzo vingi kama Yovi, Madibila na pia mto Muhanzi. Serikali haioni umuhimu wa kuweza kutumia vyanzo vingine ili viweze kusaidiana na mradi huu ili iweze kusaidia wananchi wa jimbo la Mikumi na kazi hii? Lakini swali la pili, katika ziara ya naibu waziri, ulipokuja kule, uliagiza wataalamu waje kuangalia chanzo cha maji cha sigareti pale kata ya Ruwa ambapo kingeweza kuwa kinasaidia kata ya Ruwa na Ruembe na wameshafanya hivyo na kukuletea taarifa na imeonekana takriban shilingi bilioni mbili zinahitajika kuweza kuwezesha wananchi wa Ruaha waweze kupata mradi huo. Je, Mheshimiwa Waziri, unaweza kuahidi vipi wananchi wa Ruaha ambao sasa wanakutazama kwamba je, huu mradi utaingizwa katika bajeti ya 2017/2018 ili iweze kuwasaidia wananchi wa jimbo la Mikumi kwa ujumla? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbunge Haule kama ifuatavyo. Kama alivyotaja kwamba, ni kweli nishawahi kutembelea jimbo la Mikumi kwenda kuangalia miundombinu ya maji, na ni kweli tulienda na yeye mpaka kijiji cha Ruaha, na tukaona chanzo cha Segereti na tukaagiza na kwa sababu kwa sasa hivi tuna utaratibu wizara kwamba tunaweka fedha kila halmashauri, basi kwa kutumia nafasi hii niagize ule mradi ambao tuliagiza kwamba waufanyie mchakato wa, wa kufanyiwa usanifu ukikamilika, basi watumie fedha tutakazozitenga katika bajeti ya mwaka 2017 2018 lakini pia chanzo cha Madibira tayari tumeshamwagiza mkurugenzi wa maji wa mamlaka ya Morogoro Morowasa, ambaye mwezi Aprili anatangaza tenda na ifikapo mwezi Juni, mwezi wa saba, tayari atakuwa ameshampata mkandarasi kwa ajili ya kuboresha kile chanzo cha Madibira ambacho kina umbali wa kilomita kumi na saba kutoka chanzo kuja mjini Mikumi na kazi zitakazofanyika ni pamoja kwanza, kuboresha chanzo chenyewe cha maji cha Madibira ili kiweze kupanuliwa kuongeza kiwango cha maji na kuweka mabambo, mabomba mapya ambayo yataleta maji katika mji wa Mikumi. Mheshimiwa Mboni Mhita, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona. Mheshimiwa Naibu Spika, katika jimbo la Handeni vijijini kata ya Mkata tulibahatika kupata mabwawa mawili, moja likiwa Mkata, lakini la pili likiwa eneo la Manga. Mheshimiwa Naibu Spika, mabwawa haya yako chini ya kiwango na mpaka sasa hayajaweza kuanza kutumika. Nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri, katika ziara yake katika jimbo la Handeni vijijini alipita na kujionea hali halisi ya yale mabwawa. Lakini pia aliweza kutuahidi wananchi wa jimbo la... Mheshimiwa, la uliza swali la nyongeza na kuja hapo. Mheshimiwa naibu, naibu spika, Mheshimiwa naibu waziri alituahidi baada ya kuona yale mabwawa kwamba wangefanyia kazi na kuweza kutupa ripoti ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kufa, ama kufanyika kwa wale ambayo wamefanya ubadhirifu ili kuweza kupata utatuzi wa maji. Je, Mheshimiwa naibu waziri wananchi wa Handeni vijijini wangependa kujua je, utatuzi umeshafanyika na ripoti imeshafanywa kazi ili tuweze kujua na stahiki hatua stahiki ziweze kufanyika kwa wale ambao wamefanya ubadhirifu huu? Nashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji, naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Mbunge Handeni Vijijini, kama ifuatavyo. Nilitembelea kweli eneo hilo la Mkata na nikakuta kazi iliyofanyika, na kazi hiyo nilizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba hata mimi sikuridhika nayo, na baada ya hatua hiyo, Katibu Mkuu aliunda tume ya wahandisi kwenda kukagua hilo eneo na sasa hivi wamekamilisha wanaandaa wanakamilisha kuandaa taarifa ili uweze kuwasilishwa wizarani ili kuweza kuchukua hatua. Lakini sambamba na hilo, lengo letu ni kuhakikisha wananchi wanapata maji. Tuliweka utaratibu mwingine, tumeshatangaza tenda tayari kwa ajili ya kupanua mradi wa HTM pale Korogwe, ili uhakikishe kwamba unapeleka maji hadi Handeni, lakini pia tulishasema kwamba tunaweza pia tukatumia chanzo cha Wami ili tuweze kuchukua yale maji kuhakikisha kwamba eneo la Handeni vijijini linapata maji ya kutosha. Mheshimiwa Orangeza, swala la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa naibu spika, swala la mji mdogo wa Mbalizi, kuna changamoto kubwa za maji kama ilivyokuwa kwa mji wa Mikumi. Sasa nilikuwa naomba nimuulize wa, naibu waziri ni lini watatatua changamoto kubwa za maji kwenye mji mdogo wa Mbalizi? Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji, majibu. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji, naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Njeza kama ifuatavyo: Mheshimiwa, mkuu wa mkoa wa Mbeya tuliwasiliana naye nikiwa kwenye ziara Mbeya, na tukawa tumekubaliana kwamba tufanye mapendekezo na tumesha, wizara imeshaagiza tayari kwamba mamlaka ya maji ya mkoa wa Mbeya ijipanue ili iweze kuhudumia mpaka eneo la Mbalizi na tayari wanaendelea na utaratibu huo. Tayari wameshafanya mazungumzo na mkurugenzi wa halmashauri ya Mbalizi na mkurugenzi wa halmashauri ya Mbalizi ameonekana kuridhia ili mamlaka ya maji ya Mbeya yaweze ku, kupeleka miundombinu mpaka eh, halmashauri ya Mbalizi. Kwa hiyo, mheshimiwa mbunge ni kuahidi kwamba taratibu hizi zitakamilishwa na wananchi wa Mbalizi watapata huduma ya maji kutokana na mamlaka ya maji ya mji wa Mbeya. Mheshimiwa Musa, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika ni takribani mwezi sasa wakazi wa jiji la Tanga wanapata maji kupitia mamlaka ya maji ambayo sio safi na salama. Je, serikali ina taarifa kwamba wakazi wa Tanga wanaweza kupata maradhi ya mlipuko kutokana na kuto, na kutokana na kunywa maji safi, maji ambayo sio safi na salama? Mheshimiwa Naibu Waziri wa maji na umwagiliaji majibu. Mheshimiwa naibu Spika, kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa mbunge wa Tanga kama ifuatavyo. Katika mamlaka ambazo zinaongoza kutoa huduma ya maji iliyo bora ni pamoja na Tanga na Moshi. Sasa kama hilo limejitokeza, basi Mheshimiwa mbunge, ni kuahidi kwamba tutalifuatilia kuona ni nini kimejitokeza katika hilo lakini kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba mamlaka zinazoongoza ni pamoja na Moshi pamoja na Tanga. Kwa hiyo ni kuahidi kwamba tutalifuatilia kuona ni eneo gani hilo ambalo lilipata hiyo shida ya maji kutokuwa salama.